Namna na, sasa tunaangalia mjadala wetu kwa siku hii ya leo, ambapo ripoti ya mwaka 2024 ya shirika la Amnesty International inaonyesha kuwa mfumo wa kimataifa wa haki za binadamu uko katika hatari kubwa ya kuvurugika. Kwa mujibu wa shirika hilo, mashambulizi ya kisiasa, chuki za kijinsia na ubaguzi wa kila aina vimeyumbisha mikataba, ya, mikataba na sheria za haki za binadamu zilizowekwa baada ya vita vya pili vya dunia. Ripoti hiyo inaangazia ukiukwaji mkubwa wa haki katika zaidi ya nchi 150. Mosi, raia wanazidi kulengwa kwenye maeneo yenye migogoro kama Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Gaza na Ukraine ambapo sheria za vita haziheshimiwi kabisa na mashambulizi dhidi ya raia yameongezeka. Pili, makundi yaliyo katika hatari kama wakimbizi, wapinzani wa kisiasa na watu wa jamii ya LGBTQ wanakabiliwa na ukandamizaji unaoongezeka lakini, tatu, ripoti inaonyesha kuwa hata mataifa ambayo hapo awali yalionekana kama watetezi wa haki kama Marekani, sasa yameanza kulegeza msimamo wao. Marekani imekosolewa kwa kujiondoa kutoka katika taasisi za kimataifa kama Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa na kushambulia taasisi kama Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC. Katika kujadili ripoti hii na hatua zinazohitajika ili kulinda mfumo wa haki duniani, kutoka Nairobi tunaungana na Roland Ebole, mtafiti wa Amnesty kwa nchi za Uganda na Tanzania. Karibu sana. Asante sana kwa kuwa na mimi leo. Asante sana. Mmezindua ripoti hii leo, na ripoti yenu inasema mfumo wa kimataifa wa haki za binadamu uko katika hatari kubwa. Tunaweza kuelewa vipi hali hii ya kuyumba kwa mfumo huo wa haki? Ndio, uh, dunia i, wakati huu iko kwa wakati ambapo tuna viongozi ambao ni wa nchi nchi ambazo uh, nchi ama viongozi wa kimataifa kwa nchi ambazo tulizitegemea hapo awali kuwa uh, ni nchi ambazo zitakuwa uh, kwa mstari wa mbele kutetea haki za kibinadamu na ku ita uh, mataifa ni ambayo yanakandamiza uh, yana haki hizo kuweza kuheshimu uh, sheria za kimataifa. Lakini nchi hizi tunaona kwamba ni kama zimepata viongozi ambao viongozi hao pia hawaheshimu haki uh, za binadamu, na tukiweza kupata mambo kama hayo, tunaona kwamba tunaweza kuwa na mfumo ambao uh, Uh, ni wa mazoea ya kimabavu ambao unafanyika uh, kila mahali na mazoea ya kimabavu yakiendelea kufanyika kila, kila mahali eh, inaleta huo uh, uh, mtazamo kwa nchi za Kiafrika ama nchi ambazo zilikuwa zina uh, zinafanya maovu haya kuona ni kama mambo haya ni ya kawaida na hakuna mtu ambaye anaweza ku uh, kuzikosoa nchi hizi hata zikiendeleza uh, mazoea hayo ya kimabavu nchi kama uh, Amerika uh, kwa mfano. Na, na na, ume- umelitaja taifa la Marekani kama mojawapo ya mataifa yanayochangia kudorora kwa ulinzi wa haki za binadamu, ni hatua zipi sasa zinazo zilizochangia katika tathmini yenu? Hatua ambazo zimechangia katika uh, tathmini hii ni, ni uh, mara nyingi tunaona kwamba uchaguzi uh, uh, wa Donald Trump kuwa uh, uh, rais wa Marekani na matamshi ya kiongozi huyu kuhusu mambo kama vita, kuhusu uh, mambo kama ya uh, mambo ya wahamiaji uh, uh, uh, wanaoingia uh, you know, Amerika uh, kuhusu mambo ya wapenzi wa jinsia moja na mambo mengine inafanya viongozi uh, sana sana Afrika huona kama uh, mambo haya ni uh, yanafaa kuendelea uh, kiongozi kama uh, Donald Trump tunajua mtazamo wake sana sana kwa mambo mengi ikiwemo pia ufadhili wa mashirika ambayo yamekuwa kipaumbele kuwasaidia uh, watu ambao wanaathirika kwa mambo mengi uh, ikiwemo mambo ya afya ikiwemo uh, mambo mengine kama ya uh, anga ama mambo ya uh, you know, climate change tunaona kwamba mtazamo wake, mtazamo wa Amerika, nchi ambayo imekuwa ikiangaliwa na watu wengi kama kiongozi wa haki, ikibadilika, wengi kwa nchi zingine wanaweza pia kubadilisha mtazamo wao na kukiuka haki. Naam, tuingie katika bara la Afrika ambapo kuna mizozo kadhaa ambayo inalikabili bara hilo ambapo tukiangalia mizozo kama vile huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudani, mmeeleza kwamba sheria za vita hazizingatiwi kabisa. Ni changamoto zipi kuu mnazoziona nazo katika maeneo haya, uh? tunaona uh, ni kwamba wahusika katika mapigano ya silaha hawaheshimu sheria za kimataifa uh, ya kibinadamu, na hii ni sheria ambayo inahusu pia kulinda raia na taasisi za kidini na elimu na rasilimali nyingine ya tamaduni katika mashambulizi uh, tunaona wanafunzi wengi ama uh, wahusika katika mapigano wameharibu wame Uh, taasisi za elimu. Wanafunzi wengi sana sana uh, kule South uh, Sudan hawawezi kuenda shuleni, uh, sehemu za dini pia zimeweza ku, uh, you know, kuharibiwa, na tunaona hii ni kwamba wahusika sana sana wameweza kutotii sheria zozote, wana, wa, wana, wanafanya mashambulizi wakilenga makundi mahususi uh, kiholela dhidi ya raia na mindo uh, mbinu ya kiraia uh, hivi nchi uh, kama DRC kwa mfano, tunaona uh, kwamba uh, uh, watu ambao wameweza ku, uh, kukosa makao wameweza ku, kuwa displaced kutoka nyumba zao imeweza kuongezeka maradufu. Tunasema kwamba kuna watu zaidi ya milioni saba ambao uh, wanaishi uh, nje ya nyumba zao nchini uh, DRC. Ukiangalia uh, nchi kama Sudan, unaona zaidi ya milioni uh, kumi ku, uh, uh, na moja wameweza kuwa displaced na kutoka makao. E, naam Bwana Ebole, kabla hatujaendelea, upande wa pili wa studio kuna mwenzangu Jacob Safari ambaye yeye alikuwa akiangalia wafuatiliaji wetu, nini hasa wana maswali kuhusiana na mjadala huu ambao tunaujadili hii siku ya leo. Jacob, kuna nini huko kinachoendelea? Mm, e, si maswali wengi walioandika, hasa ni maoni kuhusiana na mjadala huu muhimu. Samuel Marumba katika YouTube, yeye ameandika Umoja wa Mataifa, ingilieni kati kwa kuwa hili nalo ni ukiukaji wa haki za binadamu. Anasema raia wa Tanzania kupigwa pia kushauri namna ya kuleta usawa wa demokrasia na makundi yote ya kijamii nchini humo. alafu Manet Kione, yuko Iringa kule anasema, chonde chonde, haki za binadamu angalieni huko Congo raia wanavyoishi. Jackson Valens yuko Dodoma kule na anasema shirika la haki za binadamu linayo njia ya kukata mzizi wa matabaka ya uharibifu wa haki za binadamu nchi zinazopitia mizozo mikubwa ya kivita ni waathirika wakubwa wa haki za binadamu. Hawa, asante sana Jacob. E, bwana Ebola, e, tume, ebole kumradhi, tumeona kwamba wafuatiliaji wetu wanazungumzia masuala mazima ya, ya kidemokrasia. Je, ripoti yenu imeangazia pia haki ya kisiasa katika mataifa ya Afrika Mashariki na kuna viashiria vipi ambavyo vinaonyeshwa kwamba kuna minywa uhuru wa kisiasa katika ukanda huo? Kuna, kuna mambo mengi ambayo tumeashiria kwenye ripoti yetu na, haki, na uh, mambo kama hiyo ni uh, haki ya uh, uh, haki ama uhuru wa, wa kukusanyika uh, kuzima maoni pinzani. Kwa mfano, tumeangazia Tanzania ambapo uh, tunajua kwamba uh, serikali ya Tanzania uh, imeweza ya mwaka uliopita ku, kuwakamata zaidi ya watu mia uh, tano ambao walikuwa wanaunga uh, mkono chama cha upinzani Chadema um, ambao walikamatwa uh, kwa kususia katazo la kufanya uh, mkutano wa vijana. Tunaona Uganda pia tunaweza kupata watu ambao uh, waliweza ku, uh, ku, kudhulumiwa ama kujeruhiwa na majeshi uh, ya polisi kwa kufanya mkusanyiko um, wa kisiasa. Tunaona pia uhuru wa kujieleza umeendelea kukandamizwa na huu kujieleza, uh, tunaona nchi mbalimbali, ambapo uh, kama Zambia kwa mfano, ambapo serikali iliyofungulia mashtaka imebandia you know, wakosoaji kadha wa serikali kwa kuanika tuhuma za rushwa au kuwakosea uh, maafisa wa serikali na, -na. natamani na, na, na na tuendelee lakini, lakini... Natamani tuendele lakini, natamani kusikia pia mapendekezo ya Amnesty ni yepi katika kuhakikisha haki za binadamu zinazingatiwa, kwa ufupi sana, kwa ufupi sana. na tunaona kwamba tunasema kwamba serikali za Afrika ni lazima ihakikishe idara ambazo zinasimamia ama Uh, idara za usimamizi wa sheria zinazingatia sheria na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu ikiwemo matumizi ya nguvu, zikomesha aina zote za unyanyasaji uh, dhidi ya wale wanaotumia haki zao za uhuru wa kujieleza na kukusanyika kwa amani. Na pia, pia tunaona pia tunasema pia serikali lazima zijenge mazingira salama na mazingira ya uwezeshi uh, kwa asasi za kiraia kufanya kazi zao. Nam, nakushukuru sana bwana Roland Ebole kutoka Amnesty International, ambaye ni mtafiti katika nchi za Tanzania na Uganda, kwa kujiunga nasi katika mjadala wetu ya leo, tukiangazia hasa hiyo ripoti yenu ya mwaka elfu mbili ishirini na nne ikionyesha kushuka kwa haki za binadamu ulimwenguni. Asante sana. Thank you.